Mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ambaye pia ni mkuu wa wilaya ya Bukombe mkoani Geita, Amani Mwenegoa, amewataka maafisa misitu kutoendelea kuwabugudhi wananchi wanaodaiwa kuishi ndani ya hifadhi mpaka mgogoro huo utakapotatuliwa kisheria ametoa kauli hiyo katika kitongoji cha Idosero kijiji cha Nampalahala kata ya Busonzo wilayani Bukombe, mara baada ya kuwatembelea wahanga waliovunjiwa nyumba zao kwa lengo la kuwapa pole. Mwenegoha amesema pamoja na eneo hilo kumilikiwa na watu wawili ambao ni wakala wa misitu Tanzania TFC, huku halmashauri ya wilaya ya Bukombe nayo ikiwa imepatiwa umiliki wa eneo hilo wa tangazo la mwaka elfu mbili na kumi na nne. Kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya ya Bukombe, ambayo iko hapo nimekuja nayo, imewataka wenzetu wa TFS waahirishe zoezi lao la kuwahamisha mpaka hapo utata wa kisheria utakapokuwa umepata ufumbuzi wa kudumu wa kisheria. Umiliki wa watu wawili sio kosa la wananchi, wala sio kosa la jinai. Palitakiwa parufaiwe, wakati ambapo sisi tunaomba hawa watu watambulike kisheria. Nafikiri haya sio makosa ya Watanzania hawa mitasari ipo na anayeweza akaandika gn ni serikali kupitia wanasheria wake. Kwa hiyo government, kwaiyo iliyotolewa mimi naiamini ni harari na iliniaminisha na kama kwamba haya yalikuwa kimakosa, vituo vya kupigia kura visingelikuwa hapa Idosero. Kiongozi wa kwanza alianza kufika hapa ni Mheshimiwa mbunge ambaye ni Doto alileta maturubali pamoja na unga wa sembe kwa ajili ya wasilika wa. Tunamshukuru kwa hilo, na viongozi wengine tunawaomba waendelee kuwasaidia hawa waasilika, maana kuna watoto ambao hawana hata mahali pa kuishi, wanaishi tu kwenye viturubali ambavyo vililetwa na mheshimiwa mbunge. Mbunge wetu amefanya vizuri sana, kwa sababu ametuonea huduma. Tulikuwa tunachomea manyumba, tunakomolewa nyumba zetu. Sasa mwenyewe akaleta msaada, akatusaidia na matubai. Mpaka sasa mpaka sasa tunamuunga mkono, atusaidie. Mimi namshukuru huyu mbunge kwa kitu alichotufanyia, akatufanyia nani, taratibu nzuri za kutufanya za tuishi kwa amani, na mpaka sasa nazidi kumshukuru, aendelee kufanya kazi yake. Kwa amani kama alivyoitoa. Familia kumi na tano zenye wakazi zaidi ya mia moja na hamsini katika kitongoji cha Idosero kijiji na Mpalahala katika kata ya Busonzo wilayani Bukombe mkoani Geita zilichomewa nyumba zao mwishoni mwa juma na kuchukuliwa mali zao ikiwemo mifugo na mazao, huku zikiachwa bila makazi.